karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo jumanne juma la kwanza kipindi cha kawaida cha mwaka A wa kanisa masomo ya leo Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha kwanza cha Samweli sura ya kwanza aya tisa hadi aya ya ishirini. Na injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Marko sura ya kwanza aya ya ishirini na moja hadi aya ya ishirini na nane. Karibu tusikilize injili.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 Yesu wa Nazareti, je, umekuja kutuangamiza na kutambua, u nani? mtakatifu wa Mungu. Yesu akamkemea akisema, fumba kinywa, umtoke. Yule pepo mchafu akamtia kifafa, akalia kwa sauti kuu, akamtoka. Wakashangaa wote, hata wakaulizana wakisema, ni nini hii? Ni elimu mpya maana kwa uweza awaamuru hata pepo wachafu nao wamtii. Habari zake zikaenea mara kotekote kote katika nchi zote kandokando kando ya Galilaya. Neno la Bwana. Sifa kwako. Ndugu mpendwa msikilizaji, katika injili tuliyoisikia, Yesu anafundisha katika sinagogi ya Kaperinaumu na kumponya mtu aliyekuwa na pepo mchafu. Kaperinaumu ulikuwa mji mkubwa na muhimu kule Galilaya, makao makuu ya serikali na biashara na barabara za kimataifa zilikatisha mahali hapo. Yesu aliingia sinagogi katika mji maarufu kufundisha. Alikuwa akifundisha kama mtu mwenye amri, wala si kama waandishi. Waandishi hawakuwa watu walio na akili tu sheria, lakini walikuwa wasomi wa siku hizo waliofunzwa kitaaluma katika kutafusiri na matumizi ya sheria Yesu alikuwa tofauti na waandishi, kwani alifundisha kama mtu mwenye mamlaka iliyotokea ndani mwake ya kutoa maana ya maandiko. Mtindo wake wa kufundisha unaweza kuonekana katika hotuba yake ya Mlimani, ambapo kwa kurudia mara kadhaa alisema mmesikia ikisemwa, yaani katika maandiko, lakini mimi nawaambia. Ukirejea njiri ya Matayo sura ya 5 aya ya ishirini na moja hadi aya ya ishirini na mbili na aya ya ishirini na saba hadi aya ya ishirini na nane na aya ya arobaini na tatu hadi aya ya arobaini na nne. Ijapokuwa wengi katika mkusanyiko inawezekana hawakumjua Yesu ni nani, mapepo walimjua ni mtakatifu wa Mungu, rejea aya ya ishirini na nne. Ndugu mpendwa msikilizaji, Je, tunaposhiriki matakatifu tunamtambua Mungu katika sadaka ya adhimisho la misa takatifu, katika neno lake, katika sakramenti zake takatifu, au kwa watu tunaokutana nao au wanaotuzunguka? Je, tunamtambua Mungu? Tunaweza kumtambua Mungu ikiwa tutamkaribisha ndani ya mioyo yetu na kumruhusu atawale maisha yetu na kazi zetu za kila siku Ndipo tunaweza kumtambua Yesu Kristo, kwa maana yeye mwenyewe anasema, tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja naye na yeye pamoja nami. Rejea kitabu cha Ufunuo wa Yohane sura ya tatu, aya ya ishirini. Mapepo walimtambua Yesu kuwa ni mtakatifu wa Mungu. Alikemea kwa kusema, ka kimya. Yesu aliamuru pia mapepo mahali pengine katika Injili ya Luka sura ya nne aya ya arobaini na moja. Kwa nini Yesu alikemea mapepo? Inawezekana labda kwa kuwa mapepo wangeendelea kusema na kuongezea uongo, maana uongo ni sifa za mwovu. Pia yawezekana hakutaka utambulisho wake utangazwe na mapepo. Na mwisho yawezekana hakutaka kuwa maarufu mapema hivyo asije akapoteza mwelekeo wa dhima yake, kwa kuwa ndo alianza kufundisha na kuponya wagonjwa. Ndugu mpendwa msikilizaji, Yesu anatualika. Ukubwa wa tatizo au changamoto yaweza kuwa ugonjwa, kukataliwa, kudhalauliwa au kukata tamaa. Yesu anasema nasi ya kuwa hayo yote atamponya kila mtu atakayemwendea akimwamini, kwani mwenyewe anasema, njooni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Rejea Injili ya Matayo sura ya 11 Haya ya ishirini na nane. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami njili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni frateri Evans Mtayoba wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo.